Wapendwa, bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Jina langu naitwa Emmanuel Shedo, ni mwalimu wa kwaya ya uinjilisti kutoka Kijitonyama katika usharika ule wa KKKT. Napenda nitumie fursa hii kwa furaha ndani ya moyo wangu kuwakaribisha wote katika maadhimisho ya miaka 40 ya kwaya ya wa Wadventista wa Sabato ya Kurasini, ambayo maadhimisho haya yatafanyika kuanzia tarehe 18 mpaka 22 mwezi huu wa sita katika viwanja vya kanisa la Wadventista wa wa sabato Kurasini. Katika siku hizi za maadhimisho, mbali na kupata nyimbo mbalimbali zitakazoimbwa na kwaya tofauti tofauti, lakini pia tutakuwa na tukio muhimu la baraka mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kutoa sadaka yako ambayo itafanikisha mambo mbalimbali mbali, kama vile kununua vyombo vya muziki, PA system, na ujenzi wa kituo kikubwa cha muziki kiitwacho Mwalimu Kibaso Music Center. Kituo hichi kitaweza kukuza vipaji mbali vya music, lakini mbali na kurekodi nyimbo mbalimbali zitakazokuwa kwenye maktaba zetu, lakini pia kuwa na kitabu cha nyimbo kitakachohifadhi kumbukumbu ya nyimbo zote kwa ajili ya urithi wa vizazi vyetu. Unaweza kutuma sadaka yako katika akaunti namba zetu zinazoonekana kwenye skrini. Siku inayofuata tarehe 23 mwezi wa sita mwaka wa 2025, kuanzia saa 12 na nusu jioni, kwa pamoja tutasogea. Tutapata fursa ya kuweza kuiangalia chaneli ya YouTube ya Kurasini SDA Kwaya, na pale utapata kuona mfululizo wa makala yetu inayoeleza historia ya kwaya tangu kwaya kuanzishwa. Wote tunawakaribisha.